Maisha, maafisa usalama wa Zanzibar Ijumaa ya Aprili 7 mwaka 1972, walimpatia Sheh Abeid Amani Karume taarifa za kiintelijensia kwamba kuna viashiria vya usaliti jeshini vinavyoweza kuhatarisha usalama wake, hivyo asiende kwenye afisi kuu za chama Kisiwandui mjini Unguja kama alivyozoea lakini akaamua kwenda na mwishowe, rais huyu wa kwanza wa Zanzibar, kiongozi wa chama cha ASP na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, akauawa kwa kupigwa risasi katika mazingira na sababu za kutatanisha. Vyombo vya habari wakati huo vilimtaja Luteni Humude Mohamed Humude kuwa ndiye aliyetekeleza mauaji hayo akishirikiana na wenzake. Baadhi ya majarida yalieleza kuwa mauaji hayo yalikuwa ni njama ya kuipindua serikali, lakini vyanzo vingine vikaeleza kuwa Humud alikuwa na nia yake ya kibinafsi, kwani baba yake mzazi alikamatwa miezi michache tu baada ya mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964, na Humud alipopata taarifa hizo aliapa kulipiza kisasi. Simulizi ni nyingi. Kitabu cha The Afro Shirazi Party Revolution 1964 mpaka 1974 kilichoandikwa na chama cha ASP kimewataja wauaji kama wasaliti. Jioni ya siku hiyo, ndani ya jengo la makao makuu ya chama cha ASP, Sheikh Karume na viongozi wengine wa chama walikuwa wamekaa kuizunguka meza ya viti sita wakicheza drafti na dhumna alikuwepo Mstahiki Meya Mzee Mtoro Rehani Kingo, lakini pia Sheh Muhidin Ali Omar alikuwepo Shah Kombo, Sheh Ibrahim Saadala na Sheh Thabit Kombo wakiwa wanafurahia mchezo huku wakipiga stori mbalimbali. Mzee Mtoro aliomba kwenda msalani, meza ikabaki na watu watano. Wakati huo huo, nje kuna misheni ilikuwa imeshaanza, wauaji walikuwa wameshafika tayari. Mazingira hayo kutumia magari mawili. Gari moja liliingilia upande wa kaskazini na lingine kusini. Sasa, kabla ya mzee Mtoro kurudi kutoka msalani, ndiposa muuaji aliingia na kuanza kumimina risasi, huku mlengwa akiwa ni shehe Karume ndani. Risasi zikawa zinamiminwa, nje nako mapambano yaliendelea, walinzi hawakukubali wauaji wengine waliokuwa nje waingie ndani ya jengo. Kwa hiyo pande zote mbili risasi zilimiminwa kama njugu, na moja ya risasi ilimpata mzee Hija Hasan Hija ambaye alikuwa ni mlinzi na dereva wa mzee Karume. Mashine zinafanya kazi, zinalia na ndani zinalia. Sasa mi nataka kujibu mashambulizi ule, mwenzangu akanambia, bado, tulizana, sijibu tutakufa, tuta bado eh. Mi nikalala nkamsikiliza ule mwenzangu, lakini akili ya yangu yote haipo uchungu naona uchungu mkubwa kweli kweli wallah. Jabali wa mzee Karume alisimama akasema, nyie nafanya nini nye? Kumbe vile anampa target zaidi, bila shaka hayati Karume alimtambua Humode, na Humode bila huruma akamiminia risasi zingine huko. Sekunde za shehe Karume za kuvuta pumzi ya dunia hii zikawa zinahesabika. Ibrahim Sadala alipigwa risasi ya kidevu ikatokea upande wa pili. Sheikh Kombo alilengwa kichwani, lakini bahati nzuri risasi ikaipiga kofia yake bila kumdhuru. Kwa kifupi, wote walijificha chini ya meza. Humud alivyoona wote wamelala chini, akatoka nje ili akimbie. Mzee Hija akasema, hapana, hauwezi kufanya mauaji ya namna hii, umuue mzee halafu ukaondoka hivi hivi. Akampiga risasi kumudi akaanguka chini akafa. Baada ya kuwa ile gari kuondoka tu, pale pale kuona imeondoka tu mudi bado yupo pale, eam nkamnyatia mbio nkedambio nkampiga risasi. Wakati risasi zinarindima, Bi Fatma Karume mke wa She Karume alimpigia simu mtoto wake Amani Abeidi Karume na kumuuliza mzee yuko wapi, akajibiwa, baba tunajua alipo, usije na hapo hapo mawasiliano ya simu visiwani humo yakakatika. Baada ya ile kupiga simu line zikakatwa, na kulikuwa kuna line moja tu hapo. Mama hakuridhika, akasema, hapana, lazima niende. Akanyanyuka na kwenda hospitali ya Mapinduzi, na alipoingia ndani ndipo akaukuta mwili wa mume wake, na akaomboleza kwa muda. Siku ya mazishi mwalimu Julius Kambarage Nyerere Alifika msibani na kumpa pole Mama Karume, lakini siku kadhaa baadaye pia alifika nyumbani kwa Mama Karume. Na akiwa na majonzi, mama akamuuliza mwalimu swali ambalo hakupewa majibu hapo hapo. Kama mwalimu anataka kuuliza, huyu mzee alikuwa na ulinzi. Waliniambia kwamba walimwambia kwamba leo usitoke, usiende makao makuu, hao watu wameiba silaha huko, hatujua atafanya nini. Haya. Mimi nataka ukaniulizie, wao walijua kwamba watu kule wabeba silaha na walioiba silaha ni watu dhidi ya Mzee Karume na wakaja wakamwambia kwamba leo